Vipi kama suluhisho la shida zako zote limekuwa kinywani mwako, lakini umesahau? Ndugu yangu msikilizaji, kuna ibada ndogo sana kwa maneno, lakini nzito sana kwa matokeo. Ibada ambayo huondoa mzigo wa moyo, hufungua milango ya baraka, kurejesha utulivu wa nafsi, lakini leo watu wengi wamesahau ibada ibada hiyo ni istighfar. Istighfar e, siyo kusema maneno tu kwa ulimi, bali ni moyo kukiri udhaifu wake, nafsi kukubali makosa yake, na roho kurudi kwa Allah kwa unyenyekevu. Unaposema astaghfirullah kwa kweli, kuna kitu kinatokea, moyo unaanza kusafishwa Giza, lina, giza linaondoka taratibu na nuru ya matumaini inarudi. Kinachotokea bila kufanya istighfar ni kwamba mara nyingi tunahisi huzuni bila sababu, riski inakuwa ngumu, moyo unakuwa mzito hata kwenye ibada. Si kila tatizo ni uchawi ndugu yangu, si kila huzuni ni bahati mbaya wakati mwingine ni mzigo wa madhambi uliokusanyika moyoni na dawa yake ni istighfar. Kwa hivyo, kuna nguvu iliyosahaulika ya istighfar. Istighfari haisafishi tu rekodi, husafisha athari ya dhambi moyoni. Ni kama maji, hayafuti uchafu juu juu tu bali huosha hadi ndani. Unapoendelea na istighfari Allah anafungua milango usiyotegemea, anakuondolea mzigo usiyoiona, anakupa utulivu usiyoelezeka. Faida za mwenye kusoma istighfari: istighfar ya kweli huvutia baraka kwenye riziki, hupunguza misukosuko ya maisha, hurejesha thamani, hufanya dua zako ziwe nyepesi kupokelewa. Kabla hujaomba pesa, kazi, afya au suluhisho, anza na istighfar. Namna ya kutumia istighfar: usifanye kwa haraka, usifanye kama hesabu. Fanya hivi: kaa au simama kwa utulivu, vuta pumzi, tambua kuwa wewe ni dhaifu na Allah ni mwingi wa msamaha. Kisha sema istighfari kwa sauti ya moyoni, polepole, kwa hisia hata mara chache lakini kwa ukweli. Jinsi ya kuendelea na istighfar, muhimu sana. Istighfari si ya siku moja, si ya shida tu, ni mtindo wa maisha. Fanya istighfari asubuhi, mchana, jioni, kabla ya kulala, hata ukiwa barabarani, kazini, nyumbani. Kadiri unavyoendelea moyo wako utaanza kutulia, maamuzi yatakuwa mepesi na baraka zitaanza kujitokeza polepole pole. Ndugu yangu msikilizaji, kama umechoka na huzuni, wasiwasi wasi, au kusubiri baraka, rudi kwenye istighfari, si kwa sababu wewe ni mkamilifu, bali kwa sababu Allah ni mwingi wa kusamehe. Moyo wa mwanadamu hauchoki kwa sababu ya kazi nyingi, huchoka kwa sababu ya mzigo wa ndani. Madhambi huacha alama moyoni, huondoa ladha ya ibada, huleta hali ya kukata tamaa bila sababu. Istighfari inapofanywa kwa kuendelea, huanza kuyeyusha huo mzigo, hurejesha wepesi wa moyo, hufanya hata ibada ndogo ionekane tamu. Ndio maana mtu akianza istighfari ya kweli, anasema, ninajisikia tofauti, hata kama shida bado ipo. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa nini baraka huzuiliwa? Watu wengi hujiuliza, kwa nini najitahidi lakini mambo ya mambo hayasongi? Kwa nini najitahidi lakini mambo, mambo hayasogei? Kwa nini dua zangu zinachelewa? Jibu mara nyingi si adui wala si bahati mbaya, ni mlango wa istighfari uliofungwa. Madhambi ufunga mlango wa riziki, hufanya juhudi zionekane nzito, hupunguza msaada wa ghaibu, nusura ya Allah. Istighfari hufanya mlango huo, hufungua mlango huo taratibu huondoa vizuizi visivyoonekana. Istighfari na mabadiliko e, mabadiliko ya istighfari hayaji kwa kelele, hayaji kwa ghafla. Yanakuja polepole kimya kimya, lakini kwa uhakika. Leo usingizi unarudi, mawazo yanapungua, baadaye riski inapata mwanya. Hii ndiyo hekima ya istighfari. Istighfari na dua. Kosa kubwa tunalofanya, naomba sana, kabla ya kujisafisha. Istighfari ni kusafisha njia, kuandaa moyo, kufanya mlango, kisha kufungua mlango, kisha dua inapita kirahisi, maneno yanakuwa na uzito, majibu yanakabe, majibu yanakaribia. Istighfari ni ufunguo, dua ni mlango. Istighfari, kama mtindo wa maisha, usifunge istighfari na siku mbaya tu au kosa kubwa tu. Ifanye kama pumzi, kama mazoea, kama rafiki wa moyo. Hata bila kusema kwa sauti, moyo wako uwe kwenye istighfari. Hapo unatembea na ulinzi, unaishi na baraka, na unalala na utulivu. Kwa hivyo, ishara kwamba istighfari inafanya kazi. Utaanza kuona hasira inapungua, subra inaongezeka, machozi yanakuja haraka kwenye dua. Unachukia dhambi bila kulazimishwa. Hizi ni dalili moyo unasafishwa. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji, usisubiri uwe mkamilifu au maisha yatulie. Anza istighfari ukiwa dhaifu ukiwa na makosa, ukiwa umechoka, kwa sababu istighfari si kwa waliokamilika, ni kwa wanaotaka kurejea kwa Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu msikilizaji unayesikia ya darasa hili, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi nakusihi subscribe ili usipitwe na darasa zinazokuwa zinawekwa hapa katika chaneli hii ya Nurdin Media: subscribe, like, comment, share. Share kwa wengine nao pia wapate kufahamu nguvu ya istighfar. wa ilahuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.